Asante sana Shimeji lakini mimi yuko toko huko. Nimeshiba labda ni kitu maji ya kunywa. Maji ya kunywa. Eh. Basi mimi. Eh. Unapotea sana. Unakataa chakula wakati mimi ndugu yako kabisa. Wana kulaga hata suna. Nimekula ndugu yangu. Umekula. Wewe unataka kula nini? Sio nzuri. Basi. Shukrani. Asante. Ndio.

Hebu chakula, mii toe chakula. Kuna mambo kidogo hapa, yako saanini mk, kuna kitu nikwaga sijai kukwambia. Kuna kitu nikwaga sijai kukwambia katika maisha yangu au historia ya maisha yangu, unaona mke wangu, mimi nikuweke wazi huu tajiri unaoona nilikwambiaga kwamba kuna, kuna sehemu tulienda ture kwa ajili ya kufanya kazi, ila nilikudanganya, sio hivyo, iko hivi. Mtu umeona ametangulika kwa ghafla sana, lakini kuna kitu, hebu tukae kwanza sehemu kama hii. Unajua nini, mke wangu? <coughs> Mimi siku moja niliona huyu maskini umenichosha, nikaona sasa mke wangu atateseka mpaka lini? Nishazeeka, tumezeeka, umri umeenda. Mke wangu, nilienda, kuna rafiki yangu mmoja mzee mwenzangu anaitwa mzee Kafuku, namkumkale mzee huyo huyo mzee, kuna sehemu alinipeleka kwa wataalamu tulifika pale tukawe, tukapewa chupa, kila mtu. Nikaenda kuificha mstuni ile chupa unaona. Sasa hapa huyu aliyekuja shemeji hapa amekuja kuniambia yule mzemu zangu, kumbe yeye anataka nigeuke. Ameagiza wanakijiji waende, eh, mzee Kafuku ameagiza watu waende kwenye yule msitu wakaitafute ile chupa. Ile chupa ikipatikana mke wangu tumekwisha. Umenielewa? Ndo ah, maana hata ule muda hata hamu ya chakula imeisha. basi sawa, ngoja tutaona mwingine utaratibu okay. mm -hmm. mwingine. Lakini mimi na imani mimi ni mwanaume nitapambana, yani nitahakikisha unaishi maisha unayotaka wewe, maisha mazuri, hatutarudi tena kule zizile. Ukaa kwenye nyumba ya manyasi kule, si unaona e? Sasa hivi maisha mazuri, chakula unapata kwa wakati, maji ya baridi, turudi kule sitakubali. Hata mke wangu, hebu ngoja mi natoka, wangoje hapa nje, wewe endelee na shughuli zako. Nakupenda ah, bwana. Sana. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <mimu>, mzee mwenzangu mimi ndo kumpeleka Halafu asinisaidie chochote kweli? Hapana, lazima na mimi atambue ni nani. Haiwezekani. Halo, bonaje, mambo vipi? Kwema bana. Kwe, sasa kuna kazi yeah, nataka nikupe Suna mfahamu mzee Omari? huyo huyo huyo, e, e, tajiri huyo e. Sasa nachotaka anachupa pale kwake, chupa pale kwake mwifate, kuna chupa yaani nye tu mwende, mkamuulizia hiyo chupa. E, halafu akishawapa mmalize kabisa. e, yani nataka malize familia yote ndiyo, familia yote e, na kuamini yani hapo kuna laki tano haya e. Nakupa milioni moja. Ndiyo, ndiyo, haya hebu... hebu sema wewe, sasa ndiyo utaifanya kwa wakati Kawandik, wewe, so sema wewe, sema kazi. Nataka usiku wa leo, leo. Ndiyo malipo yako, usijali Hapana, sitakufelisha katika hilo. Naomba kazi. Kaziaya, nategemea matokeo mema. Kazi njema. Siku nyingi, siku nyingi nzuri. Habari za safari ni njema. Eh, pole sana nakwambia, mtaalamu. Eh, unajitahidi. Sema siku ile nilifanya vile vile. Sawa kabisa, unaona. Eh, na mambo sio mabaya. Sawa, anaenda vizuri, anaenda vizuri tena. Nataka niwatafutie gari niwachukue hapo, ukichaleta ah, gari nadhani uh -huh. utakuwa na ndege kabisa, utakuwa unatembea kwenye ndege eh, halafu pia eh, kila eh, kitu shakamilisha na nyumba yangu vizuri. Sawa, na maisha yanaendelea na mke wangu sasa misha, hey, zoea hapa. Sawa. Mara ya kwanza nimekuja mlikuwa wawili. Sawa kabisa. Leo nimekukuta peke yako. Sawa kabisa. Na mganga mwingine yuko. Yuko karibu tu usiwaze, tusiwaze. Mwite, mwite, mwite, mganga <tri> mwenyewe rutunduja. Ah, mganga rutunduja nimelejea.

Ah. Hmm. Bona rafiki yako Mzee Omari, hmm, si wa iko vizuri sana. Mzee wangu ujo wenu tena ni wa mara ya pili, nimeshafanikiwa kila kitu, mashariti mlionipa nimeyafanya. Kwa hiyo mimi nimeleta shukrani, naweza nika hata hii hapa simu, naweza ukaitumia hii simu? Hiyo wezi, ningekuachia hata hii simu haamia, hapa nimekumbuka maana anatajirika hivyo. Uh -huh. Kuna kipindi tulienda naye kwa mganga wewe. Hey. Hey, tulienda kutafuta utajiri wote pamoja maana safari ya utajiri tulianzisha pamoja naye na wewe. Ilikokuaje? Sasa, nilikosea masharti. Mm -hmm. Kivipi tena yani? tuliambiwa tulipewa hizo chupa mbili tukaambiwa tusigeuke nyuma wala kuongea na mtu, lakini mimi nilipofika pale jirani, uh -huh kuna kijana akaja akaniongelesha, si nikasahau, nikaongea. Ndugu yangu, haya maisha haya kweli? Umepewa maisha vizuri kabisa, umeambiwa hapo, unafika njani kwako, unaongea na mtu mwingine, kweli? au wewe unaipenda hii hali? Mzee mzee Omari, sasa hivi kifika ana gari hizo mbili, anaendelea kujenga kwa kwenye mgomi cha ajabu. Nikimwambia hmm. nisaidii wala hajali sana jua mkotoka ulifanye mautopolo. Naomba nikupe siri.